Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Nabii Musa Eliya kutoka Nuru ya Watu. Leo nataka nizungumze na wewe ambaye mwili wako umekuwa ukisumbuliwa na magonjwa, hasa ambayo yamekosa majibu ya kitabibu, magonjwa ambayo yamekuwa yakikutesa na, yaki na maumivu makali. Nazungumza na mtu ambaye na amekuwa ni mtu ukataliwa, iwe kazini, kwenye mahusiano, hata ndugu zake pia. Wewe ambaye umeambiwa mwanamke au mwanaume ambaye umeambia uwezo kuzaa tena nazungumza pia na wewe ambaye na ndoa yako imekuwa ni ya migogoro. Mwanamke au mwanaume amegeuka ghafla katika ndoa, hakuna amani, hakuna furaha katika ndoa. Wewe ambaye unasumbuliwa na ndoto za kutisha za kufa, ndoto za kufanya mapenzi usingizini. Nazungumza na, na mwanamke ambaye aliota na zaa na hajawahi kushika mimba tena. Nazungumza na wewe ambaye uliota unalishwa vitu usingizini na baada ya hapo tumbo likaanza kukuuma na mwili wote ukaanza kuuma wewe ambaye usiku hulali, mchana huna amani, kwa sababu ya wachawi wanakuandama, wanakuandama kazini, kwenye biashara yako, hata kwenye ndoa yako pia. Kila unapojaribu kufanya jambo halikamiliki, na unaona mafanikio lakini hayafikii. Ninayo habari njema kwa ajili yako, wewe ambaye umesikia changamoto yako au ambaye haujasikia changamoto yako, unakaribishwa kanisani Nuru ya Watu siku zetu za ibada au wasiliana nasi kwa namba zilizopo hapo chini.